bajaji kwenye mji huu wa Tunduma, ele yetu kubwa ambayo inatufanya sisi madereva tumekaa hapa, ya kwanza, wanaosimamia haya maloni wanapanga foleni tatu kwenye barabara nne, foleni ya kwanza wa barabara ya kwanza ya pili na tatu, kitu ambacho kinasababisha watumiaji wengine wa barabara wanashinda kuitumia, sisi madereva bajaji tu na watumiaji wengine wa magari mengine tunashinda kuitumia barabara kwa sababu. Ndio la kwanza. La pili wana usiwi sisi kufanya kazi kwenye hii barabara, okay. Kwa ili hali tunalipa mapato kila aina. Sasa mimi kama dereva wa bajaji nafikiri nitakuwa mtu wa mwisho sana kuamini kwamba matoroli ndio yana haki kupita hapa, alafu sisi madereva wa bajaji hatuna haki ya kupita hapa, ili hali tunalipa kodi zote za kiserikali. Iko hivyo, hilo la pili. La tatu wanatupa, la tatu wanatupa amri wao kama jeshi la polisi kwamba bajaji hairuhusiwi kupita hapa wala kushusha abiria. Kwa hiyo mambo yetu tumechoka, tunataka serikali toa tamko, dini watu wote nafasi ya kupita vizuri

Wanatuwekea foleni foleni tatu. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wa mikokoteni imekuwa ni gumzo sana katika barabara hii hapa. Kitu cha tatu, polisi wanatuzonga muno, wanatuambia tupite njia wapi? Njia ya soko la jioni, umeelewa? Ki kitu cha nne, nne? checkpoint zimezidi. Kitu cha msingi sana, checkpoint zimezidi hapa tunataka, kuna baadhi ya madereva wenzetu wamekamatwa wako polisi tangu jana wamelala ndani. Kitu kingine cha msingi zaidi, kuna bajaji zao zimekaa mule ndani. Wakati huo mtu ameshuka hii njia kuanzia kisimani mpaka raundabauti. Umeona, kuanzia kisimani mpaka raundabauti kisi. Lakini kitu cha msingi ni kwamba tunachohitaji na umoja huu wote, tunataka foleni tatu ziachwe. Sisi bajaji hatuna foleni kubwa sana ya kufanya, hatuna foleni kubwa sana ya kufanya sisi tukatengeneza jamu kikubwa zaidi Foreni moja ya malori kwa line moja jano, yeah, hautakuja kuiona, lakini wana, wanatupa amritumemwa kufunga barabara. Lengo letu tua, sisi ni madereva, tuna familia, tuna maisha mengine, tunahitaji maisha, tunataka tupite kutoka kule juu mbaka aunilio kawaida

amekuja hapa jana, hajatuambia chochote kile. Amefika hapa bila kutuuliza wananchi tuna shida gani. Amefika hapa amesema toi ni bajaji, anawaambia maskari toi ni bajaji, pekani polisi hii jambo limetumiza. Hii leo ni siku ya tatu, aa tumeongea na tunataka tuongee na mkuu wa mkoa, ndio topu mwisho kama tukishindwa. Mwaka jana tumeongea na mkuu wa mkoa, mbona kimeeleweka. Tunataka tuwe na haki barabara kuu kwa sababu tunalipa mapato Halmashauri tuzia mikokoteni oh, okay. Malori wanapanga foleni tatu, foleni tatu, tatu kutoka huku oh, okay. Na, na magari na oh, okay. Magari ya halmashauri a mji ndani na sisi bajaji tutingwa. <laughs>

Ah, mabomu yametuporea, yametuporea mpaka sio vizuri, ah, yametuporea